A polisi walimtupa mwanamke mweusi kwenye maji yenye papa. Hawakujua alichofanya kuokoka kilivyoenia ulimwenguni kote. Ulimwengu ulikuwa umeshuhudia dhuluma hapo awali, lakini si kama hikamwe. Mwanamke akiwa amefungwa pingu alitupwa kutoka mashua ya polisi kwenye bahari iliyojaa papa, huku maafisa wakicheka, wakimwangalia akitoweka chini ya mawimbi. Hakuna aliyetarajia kile kilichokuja baadaye. Video ilipoibuka, jina lake likawa kilio cha kimataifa cha haki, na mamilioni waliitisha majibu. Kuokoka kwake hakukuwa tu muujiza, ilikuwa ujumbe kwamba ukweli hauwezi kuzama. Kabla hatujaingilia kwenye hadithi hii ya ajabu ya kuokoka, udanganyifu na ukombozi. Bofya subscribe kwa sababu kile unachokaribia kusoma kitayatikisa hisia zako na kukukumbusha kwamba hata kwenye kina kikubwa ujasiri bado unaweza kuchomoza juu. Kutupwa kulioshtukiza ulimwengu. Jua liliwaka juu ya Atlantiki kama dhahabu iliyoyayuka, asubuhi ambayo kila kitu kilienda vibaya. Mashua ya polisi ikiyumbayumba taratibu juu ya uso wa bahari ulionekana utulivu, lakini ulikuwa na udanganyifu wakati mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani ya kijeshi alisimama akitetemeka kati ya maafisa wawili waliofaa sare, mikono yake ilifungwa kwa nguvu nyuma ya mgongo wake, macho yake yakipiga mbizi kati ya nyuso za wadhihaka za wale wanaume na mawimbi yasiyotulia chini yao, bila kujua kwamba chini ya uso ule wa bluu unaoangazia joka lenye menolingali wangoja, maafisa walicheka mmoja wao alikuwa kijana mwenye sura safi akiwa na tabasamu la dharau lililokuwa likisema alikuwa amefanya hivi hapo awali. Mwingine alikuwa mkubwa kidogo, muangalifu zaidi, lakini bado alifuata maagizo. Wakati mwanamke jasho na chumvi zikichanganyika kwenye na ngozi yake nyeusi, alimwomboleza maombi kwa upepo. Redio ilikaa na mazungumzo yaliyopotoka kutoka kwa walinzi wa pwani. Lakini hakuna afisa aliyejali. tulikuwa na kazi ya siri ya kukamilisha. hakuna atakayemwona hapa, moja alinong'ona, na tumbo la mwanamke likaganda kama barafu. Alikuwa amekamatwa kwa mashtaka ya uongo, kitu kuhusu kupinga ukamata jina kuzuia afisa, lakini alijua hii haikuwa kuhusu karatasi. Hii ilikuwa adhabu, onyo, kifutio. Jina lake lilikuwa Naomi Carter, mwanabiolojia wa baharini ambaye hivi karibuni alikuwa amevuma matandaoni kwa kufichua utupaji haramu wa taka baharini uliohusiana na mikataba ya polisi wa jiji. Alikuwa amegusa kiharusi, na sasa walikuwa wakimzamisha kwenye maji yale yale aliyojitolea kuwalinda maisha yake yote. Bahari ilibweteka dhidi ya mashua, kana kwamba nayo ilihisi dhuluma. Naomi alitazama nje kwenye upeo wa macho akikumbuka maneno ya mama yake, bahari inakumbuka sisi ni nani. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kiasi cha kuzindua kicheko cha maafisa. Kisha bila onyo, polisi watatu alitoka nje ya chumba cha mashua, mwanaume mrefu mwenye macho baridi na beji liliong'aa kama chuma, na akatoa ishara ya ukatili ambayo hajawahi kuiona Fania. Polisi kijana alishika mkono wake akamvuta mbele na kabla Naomi hajapiga kelele alikuwa hewani akianguka kupitia nuru ya jua na chumvi, ulimwengu ukipinduka kichwa chini, huku akigonga uso wa maji kama kioo kikivunjika, maumivu yakipasuka kifuani mwake huku mapafu yake yakishikwa maji. Baridi yalimzunguka yakimvuta chini, pingu zikimkata mikono yake huku akipigana. Mapovu yalipasuka karibu na uso wake alipofungua macho yake na kuganda si zaidi ya futi kumi chini yake, umbile la kitu kikubwa kilisogea kupitia vivuli laini na lenye kuwinda kikizunguka. Papa mkubwa mweupe, mwili wake ulizunguka kupitia nuru, taya zikiwa wazi kidogo, kana kwamba ulikuwa ukionja hofu yake. Kelele ya Naomi ikawa makondo wa mapovu kwenye mashua. Polisi walijikunyata kwenye ukingo, wakitazama wimbi likipungua nadani hata tuma mashtaka yoyote tena, moja alicheka. Lakini hawakuzingatia GoPro iliyokwamiliwa kwenye reli ya nyuma bado ikirekodi, iliyoachwa imewashwa bila kukusudiwa na mamoja wa maafisa. Kamera ilirekodi kila kitu: kuanguka kwa Naomi, umbo la kivuli la papa, kicheko chao. Papa alipojilimbikizia juu, Naomi alizunguka bila kukusudia, akikumbuka miaka yake ya kusoma tabia za papa. Usipige kelele, usipanik. Alikunjua mwili wake akasukuma chini na kupiga teke kwa nguvu iliyodhibitiwa, minyororo ikimangata ngozi, huku damu ikiweka wingu kwenye maji. Papa akageuka, akachanganyikiwa, akazunguka pana zaidi. Alihitaji hewa, alihitaji uhuru, lakini mikono yake ikiwa imefungwa, alikuwa hana msaada, hadi vidole vyake viligusa kitu chenye nchakali kwenye sakafu ya bahari chuma chenye makali, labda kipande cha chombo kilichoharibiwa. Akajigeuka, akakwaruza mikono yake juu yake, maumivu yakichoma kupitia mishipa yake, chumvi ikikoma majeraha yaliyofunguliwa. Kivuli kingine kilipita juu, mara hii papa wawili. Hofu ikamng'ata kifuani. Alikataa tena kwa nguvu zaidi, na ghafla pingu zilivunjika. Mapafu yake yalipiga kelele ya hewa. Alianza kupiga teke juu kwa nguvu yote iliyobaki ndani yake akipasua uso wa maji kwa pumzi ilipasua kuo lake. Mashua ilikuwa imeondoka, maji wazi tu yasiyo na mwisho na kimya. Papa walikuwa bado chini, wakizunguka kama majini. Aligeuka taratibu, macho ya kiungua akitazama upeo wa macho, kwa nchi kavu, kwa nuru, kwa chochote. Na kisha aliona umbo dhaifu, labda boy, labda matumaini. Alianza kuogelea kila mkwaju wa mkono ukiwa vita kati ya uchovu na silika, wakati chini ya ke pezi zilikuwa zikipita kwenye maji kama visu. Masaa yalipita, jua liliwaka, ngozi yake ikaungua, kila pumzi ilionja kama chumvi na hofu. Kufikia usiku ulipoanguka, alikuwa amepoteza hisi yote ya mwelekeo. Alinongona jina lake mwenyewe mara kwa mara, Naomi Carter, Naomi Carter, kana kwamba kulisema lingemhifadhi hai Mahali fulani mbali, umeme ulimulika, ukiangaza bahari kama jeraha, na kwenye nuru ile ya muda mfupi aliona kitu kilichosimamisha moyo wake: miale mwekundu ikiangaza karibu na upeo wa macho. Meli. Matumaini. Lakini nyuma yake maji yalitikisika tena, karibu zaidi mara hii, pezi nyeusi ya magongoni zikipasua kuelekea kwake kama kisu kupitia hariri. Naomi, aligeuka sauti yake ikivunjika alipopiga kelele usiku, si hivyo, bahari ikameza kilio chake. Na kisha mwambano, meno, maji, maumivu. Lakini hakutoweka, alipigana, alipiga teke, aliluma kurudi kwa kukata tamaa kwa mtu aliyekataa kufa bila kuonekana. Mahali fulani chini ya machafuko, sauti ya mama yake iliangaza tena, laini, thabiti, isiyokufa. Bahari inakumbuka sisi ni nani. Na Naomi, ulimwengu ukimzunguka, aligundua hakuwa akipigana na bahari, alikuwa akiiwa dandrader usiku wa matumaini. Usiku uliingia kwenye alfajiri, upeo wa macho ukidondoka rangi ya machungwa ya udhaifu, huku mwili wa naomi uliochapua ukielea kati ya kuokoka na kusalimu. Kila pumzi ilikuwa vita, kila mapigo ya moyo yalikuwa upinzani dhidi ya hatima. Mwili wake ulitetemeka kwa nguvu, akili yake nusu ilipotea kwenye wimbi la mawimbi, lakini roho yake ilikataa kuzama. Mahali fulani ndani kabisa, mwana sayansi ndani yake alinong'ona mikakati, mwokozi ndani yake alipiga kalele, endelea. Chumvi ilikuwa imegeuza majeraha yake kuwa moto mikono yake iliungua kutokana na pingu zilizovunjika na kulake liliwaka kutokana na kumeza maji ya bahari. Hata hivyo, alipoangalia kuzunguka, aligundua kitu chenye kutishana cha ajabu. Alikuwa amezungukwa na pezi, lakini papa hawakuwa wakishambulia. Walikuwa wakimzunguka kama walinzi, maumbo yao meusi ya kiteleza kwenye maji, wenye udadisi si badala ya kuwinda, wakivutiwa na damu yake, lakini wakizuiwa na kitu asingelijua. Labda ilikuwa utulivu wake, labda ilikuwa nishati yake. Hakujua, lakini alihisi bahari ilikuwa imemkubali. Bahari ile ile iliyokusudiwa kumua, sasa ilikuwa ikimuweka aeleli. Jua likapanda juu, likiwaka bila huruma, alipoendelea kuogelea kuelekea mwale mwekundu wa moto aliyoona masaa kadhaa yaliyopita. Kila masuli ukipiga kelele, mkondo ukimvuta kwenye mzunguko usioweza kutabirika. Wakati ukawa haina maana, tuwimbi la pumzi, mashirizi mapigo. Masaa baadaye aliona uharibifu, mbao zilizopasuka, kipande cha mtumbwi uliovunjika, na konde la kuogelelea. Alishika konde kwa mikono inayotetemeka akijivuta nje ya maji, akikohoa kwa nguvu, huku akimeza hewa ndani kulikuwa na vifungashio vya barafu vilivyoyeyuka, chupa tupu na kifaa cha simu kinachozuia maji chenye taa nyekundu inayomunika. Moyo wake ukaruka. Alikivuta na kufungua simu iliyokuwa ndani. Ilikuwa imekufa, lakini chombo chake cha darura bado kilita kwa udhaifu. Matumaini yalitiririka kwenye mishipa yake kama umeme. Haya, alinong'ona, midomo yake ikipasuka. Signal moja tu. Mahali fulani mbali, radi ili nguruma tena, ya chini na thabiti. Aliweza kuhisi dhoruba ikisogea karibu, hewa nzito na umeme. Alirarulia chombo cha dalali kutoka kwenye kifaa, akikishika kama hirizi na kukifunga kwenye konde linaloelea kabla ya kuanguka dhidi yake. Macho yake nusu yakiwa yamefungwa, kwa muda alijiacha kujifikiria akiokolewa, walinzi wa pwani wakimwinua kwenye helikopta ulimwengu ukisikiliza hadithi yake, maafisa wakifichuka. Lakini ukweli ulikuwa mkatili zaidi. Mawimbi yalianza kuinuka, anga likagiza, na ndani ya dakika maji yalikuwa na juri. Upepo uliunguruma kama kiumbe hai, mvua ikimpiga usoni, huku umeme ukipasua mawingu. Konde karibu likapinduka, na Naomi alipiga kelele chombo cha dalali kilipozama chini ya uso. Hapana! Alichomoza baada yake bila kukusudia, maji ya chumvi ya kichoma macho yake, mapafu yakishindana, huku akizama kwenye machafuko. Mkono wake uligusa taa ndogo inayomulika na aliishika, huku wimbi kubwa likimweza chini. Ulimwengu ukawa utatanishi wa povu na giza. Alipoangaza uso wa maji tena, akipumua kwa shida, dhoruba ilikuwa imegawanya bahari. Mawimbi marefu yalimrusha kama mtoto wa leso lakini hakuacha chombo cha dalali. Mahali fulani kwenye wazimu, alifikiri alisikia injini, mungurumiko wa mbali, lakini alipogeuka alichokiona ni vivuli tu na umeme. Masaa yalipita tena. Kufikia dhoruba ilipotuliza, alikuwa amechoka kupita maneno, akili yake ikiwaka kati ya nyakati zilizopita na sasa. Kumbukumbu zilikuja kwa mwangaza, hotuba yake ya mwisho chuo kikuuni kicheko cha wanafunzi wake, mazishi ya mama yake, shambulio la polisi kwenye nyumba yake. Alikumbuka jinsi walivyomvuta nje akiwa amefungwa pingu, wakimshtaki kwa kuathiri ushahidi, kwa kutunga data kuhusu utupaji wa takasumu. Alikuwa amepiga kelele kwa haki, na wao walijibu kwa kimya na chuma. Na sasa alikuwa hapa, ushahidi kwamba haki ilikuwa imezama naye. Au ndivyo walivyofikiri. Tarat kazer. Kisiwa cha matumaini. Alfajiri ilipoanga za tena, macho ya Naomi yalifumbuka kujikuta akielekea karibu na kisiwa kidogo, si zaidi ya kipande cha mchanga na mwamba uliozungukwa na maji ya bluu ya firozi. Asingeyamini. Alipiga teke kwa udhaifu, akiongoza konde kuelekea ufukwe, akaanguka uso mbele kwenye makanga mnyevu, huku mawimbi yakibweteka kumzunguka alilala pale kwa kile kilichoonekana na masaa, akipumua, akitetemeka, akiwa hai. Papa hawakufuata. Bahari ilikuwa tulivu, tena karibu ya heshima. Naomi alijivingirisha kwenye mgongo wake, akitazama anga, machozi yakichanganyika na maji ya bahari. Sijamaliza, alinong'ona. Alijikokota hadi mstari wa miti ambapo majani ya mnazi yalitoa kivuli na akaanza kutafuta chochote chenye manufaa: mbao zilizovunjika, magamba, mwani wa baharini. Alijenga kimbilio kidogo, akili yake ikifanya kazi kwa mashine. Silika za kuokoka alizofundisha kwenye madarasa, sasa uhalisia wake peki. Alipata kokonati, akazivunja kwa jiwe, akaniwa maji na akajaribu kuwasha moto kwa kutumia pingu zake zilizovunjika kama cheche dhidi ya jiwe. Ilichukua masaa, lakini moto ulipowaka hatimaye, alilia, si kutokana na moshi, bali kutokana na muujiza wake. Usiku ule aliketi karibu na moto akitazama mawimbi. Hukunichukua, alisema kimya kwa bahari. Ulijaribu, lakini hukunichukua. Upepo uligeuka ukibeba kelele nyepesi ya kitu cha kimakanika. Aliganda. Ndege isiyo na rubani. Aliangalia juu na hapo, ilikuwa ikielea juu kabisa, taa yake nyekundu ikimulika Aliruka kwenye miguu yake, akipunga mikono yake, akipiga kelele, hapa niko, hapa! Kamera ya ndege ilipinda ikijikita juu yake na kisha ikaruka. Naomi alishuka kwenye magoti, bila kujua ikiwa ilikuwa rafiki au adui, lakini masaa 24 baadaye ulimwengu ungelijua jina lake. Picha kutoka kwa ndege ile ingeonyesha mwanamke aliyefungwa pingu akitamba kutoka baharini, amechapwa, lakini hai, Amezungukwa na uharibifu wa dhoruba na inge zidi kuenea haraka kuliko maafisa wasingelijua kamwe. Hashtags, vichwa vya habari, hasira. Naomi Carter, mwanamke ambaye hakuzama. Na alipokaa karibu na moto wake unaokufa, bila kujua kwamba ulimwengu ulikuwa ukitazama, alinongona ona kwa usiku. Sasa tukamilishe hii. Astat ulimwengu unazingatia kufikia Naomi alipofungwa macho yake asubuhi iliyofuata, ulimwengu wake ulikuwa umeshageuka milele, ingawa bado hakujua kujua. Nchi nzima ya Marekani na Uingereza, mamilioni walikuwa wakitazama video ya ndege isiyo na rubani ya mwanamke ambaye aliokoka jambo lisilowezekana. Hashtags kama hashtag Naomi yuko haikona, hashtag haki kwa Naomi zikilipuka kwenye mitandao ya kijamii wasimamizi wa habari wakicheza upya picha za kutisha za kuanguka kwake na kutoroka ajabu, wakati idara ya polisi ilipigana kukataa ushiriki. Kwenye kisiwa, naomi alitazama upeo wa macho, sauti ya helikopta ya mbali ikiongezeka kwa sauti hadi kivuli kikamfunika. Uokozi, alijikwaa mbele akipunga mikono yote miwili huku timu ya uokozi ikishuka. Ndani ya dakika, aliinuliwa hewani, bahari ikipungua chini yake, huku machozi ya kitiririka kwenye uso wake uliongwa na jua. Ndani ya helikopta, daktari alimpatia maji, akauliza kwa upole, uko salama sasa, bibi. Ni nani alifanya hii kwako? Sauti ya Naomi ikapasuka, alipoweka kidole, watu waliokusuriwa kunilinda. Masaa baadaye, kwenye kitanda cha hospitali, amezungukwa na kamera zinazomulika na waandishi wa habari wakipiga kelele maswali, aligundua ulimwengu ulikuwa umeshakiguza kuokoka kwake kuwa harakati. Hadithi yake haikuwa yake tena, ilikuwa ya kila mtu. Alipuna video ya polisi wakicheka walipomtupa baharini, mwili wake wote ulitetemeka, si kwa hofu mara hii, bali kwa azimio. Walitaka nitoroke, aliwaambia waandishi wa habari, lakini nilijifunza jambo huko Bahari inaweza kumeza mwili wako, lakini ukweli unaelea. Ndani ya siku, maandamano ya kimataifa yalilipuka. Maafisa walisimamishwa kazi, na Naomi, bado dhaifu lakini isiyovunjika, alitazama kwenye kamera na kusema, hii si kisasi, ni ufunuo. Korti na haki. Ukumbi wa mahakama ulijaa hadi kuta, kamera zikimulika, sauti zikivuma kwa mvutano, huku Naomi Carter akiingia akivaa suti nyeusi rahisi, mikono yake bado na alama kutokana na pingu ambazo karibu zilimaliza maisha yake. Uwepo wake ulisilisha kelele, utulivu wake ukiwa na nguvu zaidi kuliko hasira yoyote. Je, umati ulienea kwa maili ukishikilia dalali zilikuwa zimeandikwa haki kwa naomi na ukweli hauwezi kuzama, wakati maafisa ambao hapo awali walimcheka sasa waliketi kwenye meza ya mashtakiwa, nyuso zao zenye rangi nyeupe macho yasiyo na tumaini, beji zimengolewa ilikuwa wiki tangu uokozi wake, wiki za kugaa, mahojiano, uchunguzi na ufunuo. Kila fremu ya video iliyoenda viral imechanganuliwa, kila sekunde ya ukatili wao imefichulwa. Na sasa ulimwengu ulisubiri kuona kama haki itachomoza kweli. Mshtaki mwanamke mkali asiyekubali, aliyeitwa Dana Moore, alisimama mbele ya waamuzi sauti yake thabiti alipocheza video ya GoPro kwa mara ya mwisho. Pumzi za mshangao zilijaza ukumbi wa mahakama sauti ya kicheko ilipovuma kupitia vipaza sauti, ikifuatiwa na mchirizi ambao karibu ulimaliza maisha ya Naomi. Afisa mkubwa alijaribu kuangalia upande mwingine, lakini tahadhari ya hakimu ya baridi ilimlazimu kutazama. Naomi hakuilia marahi; alikuwa tayari amemwaga machozi yake yote baharini. Zamu yake ilipofika kusema, alisimama taratibu, akikabili waamuzi kwa macho yaliyoshikilia maumivu na kusudi. mimi siko hapa kwa sababu nilikuwa jasiri, alisema kwa upole, sauti yake ikisafirishwa kupitia kila kipaza sauti. niko hapa kwa sababu niliachwa kufa na kwa njia fulani niliishi. sikuogelea kuokoka, niliogela kusikika na anatumai kwamba kila mtu ambaye amewahi kunyamazishwa atakumbuka hii: wanaweza kukutupa gizani, lakini hawawezi kuzamisha ukweli. Kimya kilishuka juu ya chumba, hata hakimu alisubiri kupiga kope. Machozi nje, radi ilipiga kwa upole juu ya mji, kana kwamba anga lenyewe lililikuwa likisikiliza. Kisha foramani wa waamuzi aliposimama, ulimwengu ulishikilia pumzi. Tunawakuta washtakiwa na hatia kwa mashtaka yote. Ukumbi wa mahakama ulilipuka, waendishi wa habari walijisukuma mbele, watu walilia, maafisa walidhufika huku ping'u zao zikibofya kimya, sauti ile ile waliokuwa wametumia hapo awali kufunga wasio na hatia. Naomi hakupiga kelele, aliyafumba tumacho yake na kunong'ona kwa wote, akiwa za juu ya wale ambao hawakuokoka kuwaeleza hadithi yao. Chadgra a mwisho mpya. Katika miezi iliyofuata, uso wake ulionekana kwenye jalada za magazeti, vipindi vya mazungumzo hati, akawa ishara situ ya kuokoka, bali ya uwajibikaji. Umaarufu wake wa video ukabadilika kuwa utetezi. Alianzisha shirika litwalo Surface Project, lililo kusudi wa kufichwa udhalimu uliofichwa na watendaji wa sheria na kukuza sauti zisizosikika katika kila mkutano kila hotuba aliwakumbusha ulimwengu ukweli moja wa kutisha aliyojifunza kilini, kwamba kimya ndicho kizamaji halisi. Lakini hadithi haikuishia hapo. Usiku mmoja, akiwa amesimama peke yake kwenye ukanda wa mji wake wa nyumbani, Naomi alitazama mawimbi yaliyoangaliwa na mwezi, sauti ya bahari laini na ya kawaida. Alivua viatu vyake, akatembea bila viatu kwenye maji baridi na kunong'ona kwa bahari. Ulijaribu kunichukua, lakini ulinipa kusudi langu tena. Wimbi dogo liligusa miguu yake kana kwamba lilijibu na alitabasamu kupitia machozi. Nyuma yake, kwenye gati la karibu, kikundi cha waandamanaji vijana walishikilia mishumaa, wakiimba jina lake kwa upole, nuru zao zikiakisi kwenye maji kama nyota. Naomi aliguka kuelekea kwao, sauti yake tulivu lakini kali. Msiwaache kuzika ukweli wenu Msi wache kuandika mwisho wenu. Kamera zilirekodi wakati ule na ukaenda viral tena. Mwanamke ambaye alitupwa sasa alikuwa akiangaza njia kwa wengine. Polisi walifungwa gerezani, maguzi yalianza na ulimwengu ulibadilika kidogo, kwa sababu mwanamke mmoja alikataa kuzama. Na filamu za mwisho za hadithi yake zilipovingirisha kwenye kila skrini na kila moyo, mwangwi mmoja ulibaki usio na wakati na mapinzani Bahari inakumbuka sisi ni nani. Kwa hiyo kabla huja scroll kupita au kusahau hadithi hii, bofya subscribe, situ kumkumbuka Naomi, bali kukumbuka jinsi ujasiri unavyoonekana wakati ulimwengu unajaribu kuuzamisha.